Dereva huyo mnamo tarehe moja mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano, katika eneo la kionda darajani lilopo mkoa wa Morogoro eh, alisimamishwa na askari wa kikosi ya usalama barabarani kwa kosa mara baada ya kufanya kosa au kutenda kosa la kuyapita magari mengine eneo ambalo aliruhusiwi kisheria. Dereva huyo mara baada ya kusimamishwa alisimama, na askari alimweleza kosa alilolitenda. Wakati akiendelea kupata taarifa za gari hilo kwa ajili ya hatua nyingine za kisheria, dereva huyo alirudi nyuma, kisha kuondoa gari hilo.